muliza wakisio, Mwalimu, hayo yatatukia nini, na naipo ishara gani inalokeza mwanzo wa kutimia hayo? Akasema, angalieni, msije mkadanganyika kwa maana

Msifikirie babda yake namna ya kujitetea, kwa maana mimi nitawapa kauli na hekima, ambayo adili wenu wote hawataweza kushindana naye wana kuitima. Lakini mtatolewa na wazazi na ndugu na jamaa na marafiki mtachukiwa watu na watu wote kwa ote kwa ajili ya jina langu, lakini hata unywele mmoja kwa vichwa vyenu hautapotea. Kwa uvumilivu wenu mtaziokoa nafsi zenu i